Dr. Saidi alimaarufu Msitu Mnene, tiba asili na tiba mbadala. Nimewasili sasa Majimoto hapa mashineni, nimekuja kumsalimia e, mteja wangu Moses Danieli aliyechukua dawa ambayo e, ni kwa ajili ya kumtibu madonda ya tumbo pamoja na dawa nyingine ya presha. Alichukua dawa aina mbili ya madonda ya tumbo na ya presha kwa kuwa nimefika hapa kwa, mo, kwa Moses Daniel mashineni hapa, naomba nisalimie naye Moses Daniel. Habari za maji moto? Namshukuru Mungu, nzuri kabisa. Ujambo ndugu yangu. Ujambo baba. Ulichukua dawa inayotibu pressure? Ndio. Na ukachukua dawa inayotibu madonda ya tumbo? Kabisa, dokta. Umeitumia? Nimeitumia na ilinisaidia sana. Ndiyo. Ni kweli nilikuwa na vidonda vya tumbo ndio, yeah. Lakini vile vile nilikuwa na tatizo la pressure yeah. Ndio, lakini baada ya kuonana tu hapa majimoto yeah. Na ukuona ukiwa una vifungashio vya dawa ndio, yeah. Na baadaye ulianza kunielezea habari ya ya huduma ulionayo, ndio, yeah. Na nilichukua ile dawa Ndiyo, kweli nilitumia ile dawa kwa muda mfupi sana ndiyo, sikuona shida nyingine. Yaani kwa ufupi, nilichukua ile dawa nikatumia, nikanywa, na nimepona kabisa, namshukuru Mungu. Umepona kabisa, dokta, ndugu yangu Moses Daniel. Nashukuru sana. Karibu sana, asante. Ndugu watazamaji, nataka niwathibitishie kwa kweli, namshukuru Mungu. Mungu anafanya kazi kwenye hizi huduma ninazozifanya kila sehemu majibu yake yanakuwa mazuri. Ndugu yangu ndio, mimi nashukuru kama umepona ndio, lakini kwa mtu yoyote mwenye kuhitaji huduma ya kwangu awasiliane na mimi, namba ya sifuri saba moja tano nane tatu moja tatu nane tisa Nairudia namba sifuri saba moja tano nane tatu moja tatu nane tisa. namba nyingine sifuri saba Hamsini na nne sitini na nne themanini na tano tisini na nane na nane. Nairudia sifuri saba tano nne sitini na nne themanini na tano tisini na nane. Ndugu yangu, ilikuwa ziara kuja ukutembelea. Nashukuru kama umepona, kwa kweli Mungu ni mwema. <laughs> Mungu kabisa ni mweza. Haya, asante sana, nashukuru, asante sana.